Tukiachana Manara mm. ambaye ni king'ang'anizi king'ang'a mm, kwa watoto wa kike mm. mm, sisi wanaume ni ving'anga kwa watoto wa kike yani, yeah. Ukiacha leo, kesho watafuta mwingine, unamngangania ng'ang'ana mm. eh, kama kibanio <laughs> sasa <laughs> <laughs> bana mm. tuna stori ambayo mm. mimi peke, eh, peke yangu nikasema hii siwezi, ni eh, kukaa nayo moyoni. Unaanzaje Bana kwanza nijitengeze kidogo na miwani naona vizuri twende kazi. kwanza sisi wa tanzania mm -hmm. tumefanya hima kubwa sana tumejitahidi sana sana kutunza heshima ya nchi mm -hmm. kwenda kumchukua nigeria ndio hapa na mzungumzia bwana Jux na kwenda kumuoa Priscilla tumefanya kitu kikubwa sana kwa nchi Abego. Yaani tumetengeneza ile collaboration, interaction. tumetengeneza mm -hmm. Baada ya hapo sisi tuko tunategemea Jux baada ya kumleta Priscilla hapa, tutafungua ile mianya ya watanzania wengine kwenda kutafuta wanawake, kutafuta machimbo kule, majiko eh, hey, majiko mengine, hii tutengeneza ile wenzetu muziki, filamu, yeah. Kwa sababu Nigeria ametuzidi kwenye maswala mazima ya muziki, filamu, wako vizuri, wako mbele kwao eh, tukichukua masta kule, mm. Jux unajua, anatengeneza kitu kwanza. Jux sasa hivi kafunguka kiakili kwanza akaona hapa minatugua vipi, nakuwaje msanii fulani international. Kwanza akamshika mondi mkono, bro, sikiliza, uo unaenda mjini mi nishike mkono, ndugu yako, ndio wakaanza sugua, wakaanza sijunguma gani, bora ni enjoy, amekuja na wakaja na hii hapa nyingine na kina achi achi. Sasa baada hapo tukamwona Kawambia bro, nifanya nini kingine? Kawambia sikiliza, kama kuna nafasi ya kumua Prisila Nigeria, tengeneza hiyo, kama ua Prisila, alafu akaanza kufanya na ngoma za kinigeria <laughs> faa, yes, yes, Jux kaanza tafute mwingine sasa. Mwisho wa siku tunaona Jux kama katafuta, <laughs> <laughs> katafuta nini? kama katafuta mzigo. Kwa nini? We wale ndugu zake Priscilla alokuja huku wote wote wamegoma kurudi. Wame kurudi? Wame kurudi. <laughs> kumbe Tanzania kutamwe wote, kumbe Tanzania kuzuri na sasa hivi wakifika petrol station wanaongea on Kiswahili <laughs> hey! Ah, niwekea anaongea Kiswahili, niwekea hey, niwekee ishirini hapo <laughs> <laughs> we kuna sosi yangu moja ameniambia wana <laughs> hey, hicho kitu sasa hivi wanakwambia ko hawarudi sasa kama nakifunza Kiswahili paka shere anaongea, yani ishu ni kwamba kwamba maisha ni magumu, ushindwa kurudi ama ni nini? Hapa patamu. Patamu. Patamu. Yani, hapa tafuta brand eh, au anataka kuwa brand ambassador oh. Sasa sasa, huyu huyu Chioma, ah Chioma ile best friend wa Prince eh, mwenye mtana dake unaambiwa, kati kati ya mashemeji <clears throat> bora wa Jux ni huyo mm. Ukitoa mbali yule eni. E, he, huyo, Chioma, kwa nzuri kwa sababu biashara yake ni nilimuona siku ile aliwaka acha. Acha. Chioma, kati ya wanawake ambao wanatengeneza brandi yao kuwanyoosha wadada wa Tanzania ni Chioma, kaja kuwanyoosha unajua mm. yule hajaja kaja kuwanyoosha yani, atal... eh, kwenye ile shughuli, si muona alipopendeza ka akapendeza gauni lake fresh acha Mwana pale mm. kidogo kwa mbali. E, yani ee, anatengeneza kitu fulani sasa. Watu eh, wanajiuliza jamani, hawa mbona wamegangania huku, huyu huyu Chioma sawa, akaja huku tio kwa ajili ya harusi shemeji yake huku, lakini mbona aondoki? Ndio waambie mimi sio kama staki aondoke, wambea sasa, mbona vipi, mbona huyu yupo huku, kuna shida gani? yeah. Ah, huku na huku huku na huku nasikia kumbe kawekeza kwenye duka linauza nywele na yeye. Ah, kwao ni ngumu kurudi Nigeria. Ah. Sasa kwa nini kaamua kuwekeza Tanzania? Kipi anachotafuta kingine bali na nywele ama atafuta good husband? Kipo. Kipo. Kipo. Ah. Wewe unafikiri pambe ya Jux, wale rafiki zake Jux ambao nasikia masoko ya Tanzania uko vizuri kwenye, kwenye acha. Kuwekeza kwenye kwenye kuwekeza. Yaani <coughs> kwa mwekezaji dai yote kasababisha Diamond kwenda klabu za watu kumagaila kule Iyo ndio shidakaua, kwa sababu yeye katoka huku ameenda Nigeria kule kwenye zile klabu ia. Dada zetu ambao mko Nigeria safari, nendeni Tanzania, mtapata tu. Kwa nini akualiwaza mioyo yenu? Nendeni sasa. Ndio maana akina Chioma amekuja huku Hivi hata ndani hajaondoka ya pia yupi? hiyo tunayohisi ndio shemeji yetu. Wale wote hapo cool. Huko. Kwa hiyo ndio maana na mambo fulani hivi Kwa Kwa nini na hivi? Yule ni yolua? Mm. Ah Mnamna. Mna. Ah, ah, ah, ah, bwana eh. Hiyo wabongo wameona kumaliza ah. Kiki zao na wabongo hapana wameamua kwanza na wa Nigeria Sasa, pia. Sasa eh, Eni. Eni. Ah. Eni eh, ni rafiki eh, mkubwa wa Priscilla. Yes. Ni my best friends. Si best friends. Sio best friend BFF. BFF. Sawale. Nishemaje. Bora kuna hata ila kwa Eni na sana sana Sarafina. Yani, it's not serious. Ah, ni utani. Ni, ni kitu ambacho kinatengenezwa kuwekwa kama kama stands yani kama kiki inatengenezwa. Sasa <coughs> mimi, mimi, mimi katika maisha ambayo siyapendi ni hayo mm. Nyinyi Wabongo mna kwa nini kila kitu mchofanya lazima mweke kiki? Sasa mwenye... mmeona kwa Wabongo wenzenu haitoshi kutengeneza kiki. Sasa meamua mwende nchi za jirani Nollywood. Why? Sasa, sasa eh ee ni mwenyewe ee eh ni yule. Hayo basi jamani. Mambo mengine naweza ukafanya wewe ukatengeneza chuki na watu. Utaka kuchukia kwa kuona wewe ni shetani. Una maneno mazuri kwa watu. Koje tu ninyamaze? <laughs> Kwa kweli funga tu mdomo ee, wako. Eh, nifunge tu mdomo wangu. Lakini issue ya Ennas ee na Fina haiko serious. Tukirudi kwa Choma, unaona zani Choma pia anapamba anapamba yake hapa Bongo. Kisha amepata friend wale. Wewe unaelewa pande za Bongo zilivyo. Yaani kwa jinsi ninavyoona mpaka sasa hivi bado hajapata ile best best friend ya wapo, lakini inavyoonekana e, lakini mpaka sasa hivi kampani ambayo Chioma iko nayo ni mm. kampani ya Jux Prisila, lakini na watu ambao wanamzunguka Jux kwa ukaribu yeah, okay, ikiwemo mtu kama dada yake Jux. Unazungumzia unazungumzia mtu kama akina Nkoti yes. Unazungumzia mtu kama akina Zuchu yep. Wakina Dame, yani ndo ile famili ambayo washajitengenezea wao, ni washikaji wakina Omi mm. Yani ndio wapo kwenye hilo grup So kama ikitokea mtu mwingine na mi naamini atakuja kutokea mtu ambaye atakuwa mshikaji wake kuna na, wale no, Big Six wale Big ambaye atakuwa mshikaji wake, nafikiri shida nini? Shida kuongea, shida ni lugha Kiingereza ambacho kimenyooka, kwa sababu chioma anagonga ngeli yenyewe, eh, sio ah, ah. to... <laughs> yep. yani, yep. yep. so jipange yani. Big Six wale Kiingereza nao sio sana, kwa sababu ukiongea pale Kiingereza mwenyewe. Ndio, ndio shida sasa hiyo. Wema na Lulu umetoka tele na Kiingereza kizuri kumsikia

<laughs> Jamani tujifunze viingereza vya kuongea <laughs> kuna afsasa kwa watoto wa kike. Kiingereza sasa hivi ndio ndo, ndo semo ambayo unaweza kupatia ulaji. Yeah. Tuwasanue tu. <laughs> Kiingereza ndo sasa unaweza kupatia ulaji. Kwa sababu unaweza kukutana na watu ambao wana madili. Sana, mm, sana sana watoto wa kike wanapenda sana madili kwa wenyewe kwa wenyewe. Kukutana, yeah. Mutana mtu kama mfano Chioma. Mm. Amekuja anahitaji baba mtu wa kusaidiana naye kwenye, kwenye kazi au mtu ambaye anaweza amba kumfanya kama ambasada kumsambaza kazi zake, lakini anahitaji mtu ambaye anakikaa naye chini wanaongea vizuri, yani, bwana mi nataka yani, sijui kama Kiingereza ataongea vipi, lakini mi nataka kazi yangu iende ya kwenye mikoa fulani fulani fulani, kwenye mikoa nataka nipate faida moja mbili tatu. Sasa hivyo kuve, yani kuvia kwenye Kiingereza ndo changamoto ndo shauri eh, mtu atakaa pale um, I want the here to go Dodoma, Dar es Salaam, Mwanza. After that, yani Kiingereza unakiongea mtu mwenyewe anakuwa bodi yes, mm. Anakuwa anaongea hivi kwao, tujifunze Kiingereza hasa kwa watoto wa kike. Jifunzeni jamani, Kiingereza ndio lugha ya kibiashara. Nanyie mm. mnatuangusha sasa. Mtu navyo jao, we unaongea Kiingereza kwa herufi kubwa kweli? taa Chioma uwekezaji Sema nao bwana kama akipata nafasi eh. Sio hivyo tu hawa watu maarufu, hata masponsa wa bongo mjifunze kiingereza eh, ndio kwa nafasi kuwekeza kwa wawekezaji eh, hey, watu nakuja kuwekeza, jifunze ni viingereza. Mtoto wa kike mzuri, ugali unakata hivi, umeka kucha ndefu, ugali unaokata hivi, kiingereza hujui, unajikuta slay, afu da unatoa macho kwa slay queen Tengeneza mazingira ya kujua Kiingereza kama ujui, niwape tafsiri, ni rahisi tu mm. sana mm, yeah. yeah, mazozo pale. Ni, ni kwa sababu so, filamu unaweza unajua maneno machache lakini mingine uyafahamu unakuwa na

ya script anaandikiwa, uh -oh. ana lazima si wema au ndo chat anaandika, samahani mpenzi, <laughs> na haraka kidogo, nataka niondoke, anatranslate, alafu baby, mkikataa live, hiyo ndo aibu hiyo, ndo mbaya, yaani kama ujui ujui, mm -hmm. Yani, unaongea kwa vitendo. kile kitu nambua asema yes, ndio hayo bwana, tujifunze lugha pia. Kwa hivyo Chioma kaang'ania bongo na leo wala kesho, kwa hilo tumlielewe. wa Nigeria bado wametia kami oko sana hapa. Bana, hii hapa ni gossip table, hope yeah. So tayari umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakuwa umetisha kinoma noma, lakini pia unaandika comment hapo, utakomentisha sana, sana, sana. Sana. Maana unakuwa ni mwanafamilia kabisa wa 69 Mm, media TV. Hii hapa ni gossip table, till next time, tutakuja na mada nyingine ambazo unajua wewe utakuwa na enjoy kuzisikiliza, maana waombea sisi tuishi na vitu, umbea ni wa moto kila siku kabisa, unakuja hapa captain mwenyewe Sami babe.